Nataka niongee mambo machache hapa, Waebrania sura ya tatu fungu la kumi na tano kama mkiniruhusu. Twende kwa spidi nisimwangaishe mchungaji kusoma. Nyiye tu mtaandika, ili tuongeze spidi. Andika tu mafungu, ikitokea umepata ile notes, si sawa? maana sitaweza kuwapa watu wote, lakini mtakaopata ni hivyo hivyo. Haya, anasema basi neno hili lilasema, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama ilivyokuwa katika kumghadhibisha sasa uta hebu ebu, ebu, niweke hii sawasawa hapa watoto um, wa Mungu mlioko hapa, mnajua kwamba kuna sikio la nyama na sikio la roho. Mnajua hiyo kitu eh? kwamba kuna masikio ya aina mbili. Tulijifunza hapa pia katika macho, kuna macho ya aina, kuna jicho la rohoni na jicho la mwili. Sasa jicho la rohoni na sikio la rohoni ili uweze kumsikia Mungu lazima uingie kwenye mazoezi ya kiroho. Haleluya. Na utajizoeza taratibu taratibu. Usije ukakimbia kwamba lazima leo utaweza. Hapana, mambo ya kiroho ni zoezi endelevu. Kila siku. Sasa utafanyaje? Moja Tulia ukiwa peke yako na uombe. Haleluya. Hapa tunavyoomba hapa, tutaomba kwa pamoja, tutamaliza, lakini mi nawatuma kuna siku tukikutana tusema, Mchungaji, yale makambi yalikuwa ni kwa ajili yangu. Tukitoka hapa kwenye makambi, rudi kajipangia ratiba yako, uende sehemu ambayo uko peke yako. Inaweza ikawa ni chumbani. Huku bado mna mapori mazuri nikitazama tu hivi naona kuna mapori mazuri. Nenda sehemu huko peke yako. Ukifika pale, tulia kabisa, mwambie Mungu, leo nimekuja hapa, sina kesi nyingine yoyote, nachotaka ni kwamba uweze kunisaidia sikio langu la rohoni, ulitoe uchafu. Maana pakiwa na uchafu, huwezi kusikia. Ombea jambo hilo baada ya kuomba, inawezekana ukatumia dakika tatu tano nne tano, mi sijui mazingira yako. Ukimaliza kuomba usije ukaenda kwenye mazingira ya maombi yako binafsi, iwe ni porini, iwe ni kanisani, umeamua kujifungia humo ndani bila kuwa na karatasi au kitabu chako na kalamu ukiwa uko pale sasa, baada ya kuomba hayo maombi ya kuomba utakaso wa sikio lako la ndani, umeomba, umeomba umeomba umeomba Mungu akutakase, utasikia Roho Mtakatifu kuna sawa na kuambia tubia dhambi hii. Ukisikia hiyo endelea kutubu, omba omba omba. Ukimaliza unaweza ukaimba wimbo wako mmoja ambao unaupenda, waweza kuimba moja kwa moja au waweza kuimba wapi, roho ni mwako. Ukiimba wimbo wako ukimaliza, tulia. Ukitulia sasa, ukiwa umetulia kabisa, kama uko porini unaweza ukasikia sauti za ndege wanaolia na nini na upepo, vitu kama hivyo. Baada ya hapo, tuliza akili yako ya ndani. Kuna vitu utaanza kuvisikia vikitajwa akilini mwako, andika, viandike vile vitu, hata kama ni vingi kiasi gani, maana kuna mchanganyiko. Wakati kuna mawazo yako na kuna mawazo ya Mungu, yote viko pamoja hapo. Kwa hiyo andika tu, baadaye wa Mungu ataanza kudadavua yeye mwenyewe, atakwambia hiki ilikuwa tu ni mawazo yako, haya ni maharage yalikuwa watu wanapita hapa hapa, hakuna chochote hapa lakini kuna kitu kikirudia, unasema mbona, mbona hii kitu kama kinanihusu mimi mwenyewe, andika leo unaoyasikia. Jua kutofautisha kati ya sauti nne zifuatazo. Nimesema sauti ngapi? Nne zifuatazo: moja, sauti ya Mungu, sauti ya shetani, sauti ya hisia zako, na sauti za watu ziko sauti nne hizi. Ukizisikia lazima ujue kuzitofautisha, hapa nasikia sauti ipi? Sauti ya Mungu hutoa amani, utulivu na uvumilivu, na inakupeleka kwenye toba. Aleluya! Kwa hiyo lazima ukariri hilo unaposikiliza kitu kinachokuongelesha ndani. Sio kila kitu kinaongea ndani yako ni Mungu, wakati mwingine shetani anaweza akajidai ila hawezi kujidai kwa muda mrefu, kuna namna utagundua tu. Mfano, mi kuna watu nawasikiliza, wanaongea Mungu akaniambia ndani yangu, unamsikiliza wa Mungu? Mungu haongei hivyo, Mungu haongei kwa staili ambayo unanisimulia eti nilipoenda kwenye lile kosa akanipa adhabu nikapata mambo makubwa na magumu kabisa. Ni kweli kuna saa nafanya hivyo, lakini ukitazama vizuri kabisa, adhabu zote tunaita adhabu, sio Mungu anayetuchapa, ila tunaruhusiwa tupate matokeo ya maamuzi yetu. Haleluya! na Mungu anaongea kwa sauti ya utulivu kabisa. Sauti ya Mungu hutoa amani. Tuko sawasawa? Sawa. Namba mbili. Sauti ya Mungu ina utulivu, haina harara. Sauti ya Mungu pia ina uvumilivu. Sauti ya Mungu hupeleka katika toba na ungamo. Utasikia kama anakuonya, hakuonyi kukusuta, anakuonya kupata maumivu, na anakuonyesha yuko tayari kukupokea ukiomba msamaha. Kama umenielewa hapo, nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudie. Hiyo ndiyo kanuni yake. Sikia sauti ya shetani ikoje. Utajuaji kwamba huyu nayemsikia saa hivi ni shetani? Sauti ya shetani huchochea hofu. Hata kama unasikia ametaja dhambi, anakuambia umetenda dhambi, umemkosea Mungu. Kuna saa shetani pia anaongea hivyo, na akiongea hivyo, utajuaji kwamba ni yeye. Anakutia woga kwanza, utaanza kujiona kama vile Mungu hakutaki tena, utaanza kuona hakuna uwezekano wa toba anakusuta kwa maneno yake, unajidai wewe ni mcha Mungu, unajidai unaenda kanisani, unajidai unaimba kwaya, unajidai wewe ni mzee wa kanisa, unajidai wewe ni shemasi. Akijaza yote hayo, mwisho hofu inakushika hivi, nimemkosea Mungu, mi nawezaje kumwabudu Mungu? Ukiona imeambatana na hofu, hata kama unaisikiaje, jua ni yeye, ni shetani, mkemee. Kumbuka ya Mungu, hata kama ikikupa maumivu, inakupeleka kwenye toba. Haleluya. Sauti ya shetani huchochea hofu, wasiwasi, wasi, kiburi. Umesikia sentensi kiburi sasa eh? Kiburi maana yake ni nini? Iko hivi wewe, nitoe mfano nisitoe mfano wa kwenu, nitoe mfano wa kwangu. Kama nimekaa nimetulia, nataka kumsikiliza Mungu, alafu shetani akajidai kwamba ye ni Mungu anaongea na mimi kwenye akili yangu, anaweza akaanza kwa design hii nimekuteua unitumikie. si unaona kama inakuja vizuri eh? Eh, umehubiri watu kwa kweli, wewe ni mtoto wangu na hakuna ambaye ana uwezo mkubwa wa kuhubiri kama wewe. Ukishasikia tu, shtuka, huyo anayeongea sio. Maana sisi tunajua kwamba karama ni za Roho Mtakatifu, anatoa kama anavyotaka. Yeah. Na anayepewa karama sio kwamba ni bora kuliko wengine, ni kwamba tu ameteuliwa. Hakuna kitu alichofanya, ni kwamba aliteuliwa kwa. Ukiona ile sauti inaweza kukupa kakiburi, jua ni shetani, ndio kawaida yake hiyo. Hapa naongea na wainjilisti, naongea na wachungaji, naongea na wazee na wachungaji, na na wa kanisa, naongea na waalimu na wat wa kiroho, naongea na wanakwaya ukijiona tu kale kasauti kanakuja kanakuonyesha kwamba wewe unajua kuimba vizuri sana kuliko watu wengine wote. Tena kuna wakati mwingine, ili ujue ni yeye, kuna saa haupo kwenye kwaya alafu unauliza leo imekuwaje, wanakwambia wameboronga leo. Sasa nilijua nilijua. <laughs> E, nilikuwa najua leo hawatoboi sipo. E, wangeniambia kiburi. Sauti ya shetani inaleta wivu. Utaijuaje kwamba niye anakusemesha? Anakuletea picha ya mwenzako ambaye anafanya kitu fulani bora kuliko wewe. kama ni Mungu amekuletea hiyo picha, kwa mfano ukaona kuna mwenzako anafanya kazi ya uzee wa kanisa vizuri kuliko wewe, sijui nani, inakuja akilini mwako, ikiwa ni Mungu utasikia Mungu anakusukuma kumwombea yule mtu ili afanye kwa ubora zaidi. Ukisikia kuna maumivu yanakuja, kwa nini yule? Mimi zama za zangu nikiwa mzee wa kanisa, hata kisima cha ubatizo hatukujenga. Kwa hiyo unasikia maumivu, wivu, ni shetani. Mkemee shetani. Anakupeleka, ana kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiria. Mara nyingi anakugonganisha ana na neno la Mungu. Sauti ya hisia zako, utajuaje kwamba hizi ni hisia, sio mungu wala sio shetani hubadilikabadilika kulingana na hali ya hewa eh? Kwa hiyo unajikuta hapa, kuna saa unakuwa na msimamo, wakiro Mungu amesema hivi na hivi na hivi, lakini ukisikia tena upepo unaenda tena upande eh? mwingine unafuata tena ule upepo. Hizo ni hisia zako, usimsingizie Mungu. Bwana akaniambia alikuambia saa ngapi? Hizo ni hisia zako zinayumba kulingana na mazingira jinsi yalivyo. Mnamkumbuka uh, Mikaya mwana wa Imla? Manabii wote wakasema wakamwambia uh, Jehoshafat na nani yule mfalme mwingine Ahabu, nenda Ramoth Gilead utashinda. Yeye mwenyewe Mikaya mwana wa Imla akamwambia mara ya kwanza, akachukuliwa na kaupepo mara ya kwanza, wakasema nenda jamaa, akamwambia tangulini, umenitakia mema maana siku zote, jamaa akasema oho hapa nimeenda na hisia, nilivyosikia jeshi kubwa linaongea kauli hii, na mimi nimeenda. Akageuka haraka sana akasema, naliwaona Waisraeli kama kondoo wasio na mchungaji. Nataka nikuambie Mungu akikusemesha, haijalishi upepo unaendaje. Mwisho wa huu mwaka huu, mwisho wa huu mwaka tutaprove maana, kuna maunabii yametoka mengi. Mshike mkono jirani yako mwambie, umeelewa au hujaelewa? Amesemaje? Hajaelewa, hangalii TV <laughs> kuna maunabii ametoka mengi kuhusu mwaka huu. Ukiisha tutajua. Sisi kazi yetu ni kuomba tu, aleluya. <laughs> Sikiliza, Sauti za watu. Huu ni ushauri au maoni ya watu wengine ambao wanaweza kuwa na nia njema. Umenisikia vizuri hapo eh? Wanaweza kuwa na nia njema. lakini si mara zote wametiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Ha, hii sentensi imeielewa hii. Mtu anaweza kushauri na nia njema, ana nia njema kabisa, lakini ule ushauri wake hauna upako wa Roho hakuna mafuta ya Roho kwa kuna sala, lazima umuulize Mungu, hivi hii kitu ambacho nashauriwa kiko sawa? Mungu atusaidie sana.